Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, kazi na utu. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa baraka zake anazotujalia siku hadi siku na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Nawashukuru sana kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ambayo ni muhimu sana ya kufunga mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi kozi namba moja ya mwaka 2024 2025, na wapongeza kwa dhati makamishna viongozi wote wa Jeshi la Polisi bila kumsahau kamanda wa shule hii ya polisi Moshi na wakufunzi wote kwa kupanga kuratibu kutekeleza na kusimamia mafunzo haya kwa mujibu wa mitaala na sera za Jeshi la Polisi kwa lengo la kuinua viwango vya weledi katika kutekeleza majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Aidha, ninawashukuru sana wageni wote mliojumuika nasi katika hafla hii. Najisikia faraja kuona jinsi ambavyo mmeitikia wito wa kuhudhuria sherehe hizi, kwani nikiashiria cha imani kubwa mliyonayo kwa jeshi lenu la polisi. Nawashukuru sana kipekee. Nawapongeza pia wakufunzi wote ambao ndio hasa mmebeba dhamana ya wanafunzi vijana wetu tangu siku walipoingia chuoni hadi sasa, ambapo ni kipindi cha mwaka mzima. Mmefanya kazi kubwa sana kwahakikisha kuwa waskani wetu wa wanapata mafunzo yanayokidi viwango na ubora unaokubalika taifa na kimataifa. wa wakufunzi linashukuru sana kwa kazi hii nzuri uliyofanya sambamba na wakufunzi na wapongeza wahesimu mnayotimu wa weo wa kwa juhudi mlizovionyesha katika mafunzo yenu kwa takribani kipindi cha mwaka mmoja. Ninatambua fika mafunzo hayakuwa mepesi, isipokuwa ni juhudi zenu, uzalendo na uadilifu ndiyo zinaowezesha kufika siku ya leo ambako mnahitimu mafunzo ya waskari yanahitaji nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu sana. Nimesikia katika taarifa mtu ya mtua chuo kuwa baadhi yenu walifukuzwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu. Kitendo hiki ambacho mnahitimu leo ni dhahiri imeonyesha nidhamu ya hali ya juu. Tuna kila sababu ya kuwapongeza kwa, kwa mafanikio makubwa mliyoyapata na na kuhitimu na mafunzo yenu. Hongereni sana mbile, pasiji, kwa zati, kwa kuhitimu. Kwa vile napenda kutumia nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuendelea kuiwezesha jeshi letu la polisi katika nyanja mbalimbali za maboresho ikiwemo ajira kwa askari wapya, vifaa na vitendea kazi vya kisasa, miundombinu ya mafunzo, sare, makazi na masuala mengine ya askari. Nafikiri kwamba changamoto nyingi tulizokuwa nazo hapo awali ndani ya jeshi letu zimekatuliwa si kwa mafanikio makubwa, hali ambayo inawezesha jeshi letu la polisi kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Tumeshukuru sana serikali yetu. Askari wa itimu limefurahishwa ni na maonyesho mbalimbali ya kupambana na wahalifu na kutumia mbinu za medani za kivita mlioyaonyesha siku ya jana. Hii inanipa imani kwamba mafunzo mliyopata ni ya viwango na ubora unaotakiwa. Aidha, nimefurahishwa sana na gwaride zuri la kufunga mafunzo, mbinu za kujilinda. Nimefurahishwa sana na gwaride zuri la kufunga mafunzo na mbinu za kujilinda. Kwa kweli, nimefarijika. Matukio haya na mengine mliyoyapitia ya ya yanathibitisha kuwa kweli mmeiva na mko tayari kwenda kutekeleza majukumu mtakayopangiwa na kwa kulitumikia taifa letu. Askari wahitimu, kazi ya kulinda usalama wa raia na mali zao popote pale duniani ina umuhimu wa kipekee. Jukumu hili ni zito, linalohitaji uzalendo wa hali ya juu, utii, nidhamu na ujasiri. Nina imani kubwa kwamba mmejifunza yote haya na mmejengeka kifikra na tabia ya sahihi, hivyo mtatekeleza majukumu yenu ya kila siku kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi pamoja na za kimataifa, kama ambavyo mmejifunza katika mafunzo yenu. Kamwe msije mkajiingiza katika utendaji wa kimazoea usiozingatia sheria kanuni na taratibu za nchi mkaendeleza tabia ya kujifunza zaidi maishani mwenu, ili kujijengea weledi na uwezo wa kiutendaji kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanayoendelea kujitokeza duniani. Kumbukeni maneno matakatifu kutoka katika Biblia takatifu Kitabu cha Mithali sura ya nne mstari wa kumi na tatu inanukuu mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike; maana yeye ni uzima wako. Mwisho wa, wa kunukuu. Askari waliohitimu, nina uhakika katika mafunzo yenu kwa kipindi cha mwaka mmoja mmejifunza kwa undani majukumu yenu kama yalivyofafanuliwa katika taarifa ya Mkuu wa Shule. Jukumu kubwa la jumla ni kuhakikisha mnatoa huduma bora ya usalama wa raia na mali zao. Hivyo nirudie kutoa wito kwenu kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyokiuka maadili ya Jeshi la Polisi na sheria za nchi katika kutekeleza majukumu yenu. Aidha ndugu wananchi mlioko hapa na jamii nzima ya Watanzania, Nitoe wito kwenu kuendelea kuimarisha upendo, umoja, um, ushirikiano na mshikamano na jeshi letu la polisi kwa maslahi um, ya taifa letu. Tusikubali kugawanyika kutokana na sababu yoyote ile, iwe ya kisiasa, kidini au rasilimali. Tuendelee kutunza tumi letu ya usalama na amani ya nchi yetu iliyo dumu takribani kwa kipindi cha miongo sita sasa tangu tupate uhuru, na tushirikiane ku wote kuhakikisha tunakuwa salama kwa wakati wote. Vile vile nichukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wote ambao wameendelea kuimarisha ushirikiano na jeshi letu la polisi kupitia falsafa ya polisi jamii. Narudi kwenu askari wa hitimu, napenda niwashirikishe changamoto kadhaa mtakazokutana nazo kwenye jamii hivi sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya udaidi, kutamia dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na wahamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazokutana nazo kwenye mikoa mwenyako. Nahitaji ushirikiano wa dhati na wakaribu kutoka kwa wananchi ili muweze kuzuia na kupambana na makosa hayo. Nitoe wito tena kwa wananchi waliofika katika katii, kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, kwa kuendelea kutoa taarifa za uhalifu ili tuendelee kuwa salama. Kumbukeni, usalama ni nguzo muhimu ya maendeleo katika nyanja zote za maisha ya binadamu, na bila usalama hakuna maendeleo yanayopatikana. askari wa timu kumteni kuma, ugonjwa wa UKIMWI tishio na hauna dawa. Kwa hiyo, mnatakiwa kujitunga na kujichunga, msipate maambukizi ya UKIMWI kwa sasa. Taarifa kuhusu janga hili la UKIMWI na jinsi ya kujikinga zimeenea katika kila kona ya nchi yetu, licha ya kuwa janga hili linachukuliwa kwa uzito mdogo sana kwa sasa, na matumaini yangu kuwa mtatumia taarifa hizi pia mtakuwa na nidhamu ya hali ya juu ya kujilinda dhidi ya maambukizi, ili mweze kulitumikia taifa lenu kwa kija mkiwa na nguvu na afya njema, kukikumbuka kuwa afya ndiyo mtaji wa kwanza katika utendaji wetu na maendeleo ya taifa letu. Tambueni kuwa mnategemewa kuanzia ngazi ya familia mlikotoka, jeshi la polisi ntaifa kuguna. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, katika kuhitimisha hotuba yangu, nirudie kutoa pongezi kwa mkuu wa shule hii ya Polisi Moshi pamoja na wakufunzi kwa kazi kubwa na nzuri walizofanya hapa chuoni katika kuandaa askari wetu wa Jeshi la Polisi. Pongezi tena kwa wahitimu wote niliyojituma usiku na mchana katika kuyapokea mafunzo haya na kudumisha nidhamu kipindi chote cha mafunzo hadi kufikia siku ya leo unapoyahitimisha. Ongereni onge onge kwa uzalendo onge huu mkubwa, mkaendeleza katika utumishi wenu wote kwa maslahi ya taifa letu. Nawatakia kila la heri katika utumishi wenu, nawaombea kwa Mungu. Wale wote mnaokwenda safari ndefu ripoti katika mikoa na vituo vyenu vya kazi, Mungu wajalie msafiri salama, mfike salama

mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi kozi namba moja ya mwaka 2024 2025 yamefungwa rasmi.